Habari, kwa jina naitwa Hafidhi Mohamed, ni daktari wa magonjwa ya binadamu natokea Royal Polyclinic. Ninakukaribisha katika kipindi chetu kipya ambacho kitakuwa kikizungumzia mtindo wa maisha na magonjwa asiyoambukiza, ambapo katika kipindi hiki tazungukia masala yanayohusiana na athari, dalili pamoja na kinga ya kuweza kujikinga kutokana na magonjwa haya ambayo hayaambukizi ni mfululizo wa vipindi ambao utakuwa ukihusisha elimu inayotolewa kwa jamii ili kuwawezesha kupata uelewa wa magonjwa haya na namna ya kuweza kuyaepuka. Moja kwa moja, tunaanza na tunaingia katika mada yetu ambayo ni magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza ama kitaalamu tunasema non communicable diseases ni magonjwa ambayo hayawezi kusambazwa na vimelea, magonjwa yasiyosambazwa na vimelea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Haya yanaitwa magonjwa ambayo hayaambukizi, maana yake communicable disease. Na mfano wa magonjwa haya ni mengi, lakini yale ambayo yapo na yenye kufahamika ni pamoja na maradhi ya shinikizo la damu ama presha, maradhi ya moyo pamoja na mishipa ya damu, maradhi ya sukari maradhi ya selimundu uh, inaingia vile vile, uzito uliopitiliza, ama nasema obesity, ya kansa, pamoja na maradhi ambayo ya meno ya meno yanawashambulia kinywa ama meno, lakini vile vile maradhi yale ya maradhi sugu ya njia ya mfumo wa hewa, hiyo ni miongoni mwa maradhi ambayo hayaambukizi ama non-communicable diseases. Ma sasa, kama ambavyo tumetangulia kusema awali kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza ama non-communicable diseases yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku, na vile vile yana athiri ya sasa hivi watu wenye umri mdogo ikiwemo watoto. Tutazame sasa takwimu za magonjwa haya ambayo yasiyoambukizwa, namna ambavyo yamekuwa yakiongezeka kwa mujibu wa wa wa, wa taarifa za watu wa afya kwa mwaka 1986-87 inaonyesha kwamba mtu mmoja kwa kila watu mia alikuwa, alikuwa na shida nini ya ugonjwa wa kisukari, na watu watano kwa kila watu mia alikuwa na shida ya presha ama shinikizo la juu, shinikizo la juu la damu, na mwaka 2016 inaripotiwa kwamba vifo milioni 42 ya vifo vyote ambavyo vimetokea, ambayo hii ni sawa na asilimia sabini na moja vifo vyote vilivyotokea duniani, inaelezwa kwamba vilitokana na magonjwa haya ambayo hayaambukiza maana communicable diseases, ambapo asilimia sabini na tano ya vifo vyote vinavyohusu watu wenye miaka thelathini mpaka miaka sabini inaonyeshwa kwamba ilikuwa inasababishwa na maradhi haya haya ambayo haya ambukizi na kwa upande wa nchi yetu ya Tanzania peke yake, inaonyesha kwamba maradhi haya yasiyoambukiza yamesababisha ya ya ama yamekuwa yakisababisha asilimia 27 ya vifo vyote vinavyotokea ndani ya mwaka mzima, na vile vile tafiti za mwaka elfu mbili na kumi na mbili zinaonyesha kwa kila watu mia wenye umri kuanzia miaka 25 na kuendelea, watu mia wenye umri kuanzia miaka ishirini na tano na kuendelea, tafiti zinaonyesha kwamba asilimia watu thelathini na nne wana uzito ule uliozidi ama obesity uzito uliozidi ama uzito ambao umepindukia ume na watu 25 wana mafuta yaliyozidi kwenye kwenye, kwenye kwenye mishipa ya damu unasema hypercholesterolemia na watu ishirini na sita kwa kila watu mia inaonyesha kwamba wana, wana, wana shida ya shinikizo la juu la damu ama, ama pressure na kadhalika. Watu tisa kwa kila watu mia wenye umri kuanzia miaka 25 na kuendelea wana, wana shida ya sukari. Sasa Unapotazama hapa ukalinganisha hizi takwimu za mwaka 2012 na, na mwaka 1986 inaweza ikakuonyesha namna gani kumekuwa na, na ongezeko la magonjwa haya ambayo hayaambukizi hususan kisukari pamoja na nini na pressure. Tumeona kwamba 1986 ni mtu mmoja tu kwa kila mia alikuwa na sukari, na kwa mwaka 2012 kwa watu wenye miaka 25 na kuendelea watu tisa walikuwa na sukari kwa kila watu mia, tofauti ya ama ongezeko la watu takriban nane ndani ya miongo miwili tu na kadhaa. Na vile vile, watu 26 wana shida ya pressure kwa takwimu za mwaka 2012, ambapo mwaka 1986 ilionyesha watu watano tu walikuwa na shida ya shinikizo la juu la damu ama, ama pressure. Kwa ndani ya miaka hiyo kumekuwa na ongezeko la watu takribani wa tano. Sasa hii inaonyesha kwamba hii shida ni kubwa na bado inaendelea kukua miaka kadiri na bado. Sasa tuzungukie sababu ambazo zinapelekea kuongezeka kwa maradhi haya yasiyoambukiza. Uh, kimsingi sababu ni nyingi, lakini hasa ambazo zinasababisha ni mabadiliko ya mtindo wa maisha ama tunasema sedentary lifestyle na hii inaingia sana katika maeneo ya mijini ama miji mikubwa ikiwemo majiji. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la mabadiliko ya mtindo wa maisha. Hapa tunazungumzia sababu kama kutofanya mazoezi na chini yake inaingia vitu kama ukaaji wa darasani ama ofisini, darasani kwa wale wanafunzi ambao wapo katika shule za msingi za sekondari, vile vile mavyuo lakini vile vile kwa watu wale ambao wanashiriki kazi za ofisi, na kuta anaweza akatumia masaa nane tisa muda mwingine mpaka kumi na mbili akiwepo ofisini, ambapo muda unaku, mwili unakuwa umekaa tu muda huo wote bila kufanya shughuli yoyote ile. Lakini vile vile zinaingia sababu kama vile utazamaji wa runinga. Naona watu leo hii hususani mida ya jioni unakuta natumia muda mwingi sana zaidi ya masaa manne tano sita na wengine zaidi ya hayo, yani anajishughulisha katika utazamaji tu wa, wa, wa, wa, wa TV ama runinga akifuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinaonyeshwa vina, vina, vina umwe kama masuala maswala ya tamthilia na, na, na filamu na vile vile upandaji wa magari. Ndio watu kasema hii shida ipo, lakini kwa upande wa miji mikubwa tatizo limekuwa limekuwa ni kubwa sana ukilinganisha na maeneo ya, ya vijijini. Sababu leo hii unaweza kakuta mtu mathalan anatoka nyumbani kwake katembea tu watu wafupi, kapanda gari ama pikipiki ama bajaji na mfano hayo, then akakaa kwenye siti kwa muda zaidi ya lisali moja mawili, akielekea kazini na akifika hapo, amekaa sawa, anauza Mwana ama ana dili na shughuli zingine tu za kutoa huduma, kwa hiyo na inakuwa ni pati ama sehemu ya, ya, ya maisha yake, tena sio sehemu tu, lakini ni sehemu sehemu kubwa nini ya maisha yake. Taratibu taratibu, nakutana anakumbwa na haya maradhi ambayo haya haya hayaambukize. Lakini vile vile, magari yamekuwa ni sababu pia ya kusababisha ajali ajali ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupata shida mathalani kama za kinywa na vile vile meno ama mivunjiko ya ya ya mifupa kama hivyo. Aa, sababu zingine ambazo zinapelekea mtu kupata maradhi haya yasiyoambukiza katika eneo la kutofanya mazoezi ni kutojishughulisha na shughuli mbali mbalimbali za, za, za, za, za nyumbani mathalani, unakuta watu mara nyingi wakiwa nyumbani wanakuwa ni wamekaa tu hawa hawajishughulishi, yani kimsingi watu hawajishughulishi na kazi mathalan bustani ama ufugaji ama kama hivyo. Kwa hiyo unakuta mwili unakuwa umekaa ume, dormant yani huko katika in, inactive, inactive mode. Na vile vile kwa maeneo ya mijini inaingia sababu kama upandaji wa, wa, wa magorofa wa magorofa ama yale majengo ambayo, ambayo ni marefu. Leo hii unakuta katika magorofa mengi watu wanatumia mfumo wa hizo elevators, ma sio ngazi. Kwa hiyo mtu anatoka labda anapanda ghorofa ya tano ya sita, na unakuta ndio lifestyle yake, ndio akasema kwamba most of communicable diseases ama maradhi asiyoambukiza ni maradhi ya mitindo, ya mitindo ya maisha. Na vile vile inaingia kutoshiriki michezo watu wengi leo hii juu ya kuzidiwa na harakati za kazi, mathalan kama ofisini, biashara na mfano wa hayo, wamekuwa hawatengi sana muda wao kwa ajili ya shughuli za nini za michezo, ikiwemo kukimbia ama uogeleaji ama mpira na mfano wa hayo. Kwa hiyo hali hizi zote zinauacha mwili ukiwa katika hali ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kudumaa hali ya nini ya kudumaa. Kwa hiyo taratibu taratibu, masiku, miezi, miaka inaenda, unakuta mtu anakuwa anajiingiza ama anajipata yupo katika matatizo ya shinikizo la damu, matatizo ya presha, matatizo ya sukari, matatizo ya uzito le ambao umepitiliza kama hivyo. Na vile vile zipo sababu zingine ambazo zinapelekea ongezeko la magonjwa haya yasiyoambukiza na hapa tunazungumzia ulaji usiofaa. Ulaji usiofaa unajumuisha vitu mtu kutokula mlo ule ambao ni nini, mlo kamili ama a balanced diet, tunasema mlo ule ambao unajumuisha makundi matano ya vyakula, na hapa inaingia uh, vyakula vyenye asili ya protini, vyakula vyenye asili ya mafuta, vyakula vyenye asili ya wanga, vyakula vyenye asili ya ya ya ya, ya, ya ya ya madini na vitamins, lakini vile vile maji. Kwa unakuta mtu mlo wake kwa siku haujumuishi makundi haya ya vyakula. Utakuta amekula tu labda viazi vya kukaanga, machipsi, chipsi mayai, chipsi zege, ama amekula tu wali mathalani na maharage pamoja na maji na, na, na, na, na, na majani katumia hivyo, mchana kala, kala wanga asubuhi, kalawanga, usiku pia kalawanga, kitu ambacho kina athiri uh, afya zetu. Lakini vile vile kula nafaka zilizokobolewa, kimsingi washauri wataalamu wa, wana, wa, wa afya wanashauri kwamba watu watumie nafaka zile ambazo hazijakobolewa, mfano matumizi ya ugali wa, wa dona ama ngano ilambao ni, ni asilia, lakini vile vile kutotumia matunda katika ulaji wa mtu wa mtu anaweza uh, ikapitiliza siku wiki ajatumia aja, aja, aja ajatumia matunda. Uh, vile vile naingia ulaji ule ambao wa ovyoovyo yaani, mtu anakuwa anakula chakula tofauti na mahitaji ya mwili ambao unahitajia. Tunazungumzia ni mtu kakaa mathalani kala ugali wake na, na, na, na, na, na, na, na mboga mathalani zaidi ya nusu, lakini mwili hauhitaji nusu ya ya, ya, ya ya chakula kwa mlo, kwa mlo mmoja. Kwa hiyo unakuta taratibu, taratibu mtu anakuwa na anaongezeka ana, ana anaongezeka uzito aa, na vile vile aa, inaingia matumizi ya juisi badala ya matunda ale ambayo, ambayo ni halisi kwa hiyo nakuta mathalani ana anakamua ana, ana parachichi ama anakamua embe ama anakamua epo kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi, inabidi mtu atumie ama anashauriwa kutumia nini, kutumia tunda halisi badala nini ya juisi iliyo iliyo iliyokamuliwa. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja kwa kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, lakini pia nakukumbusha kusubscribe chaneli yetu ya Royal Polyclinic na vile vile ku like na kukomenti na kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata notification. Tuna kukaribisha ama kuwakaribisha katika hospitali yetu ya Royal Polyclinic ambayo inapatikana Ilala Bungoni, mkabala na barabara ya Uhuru, karibu kabisa na kituo cha mabasi ya mwendokasi ya Ilala Bungoni.